Mtazamaji, samahani, kumekuwa na hitilafu na taarifa hiyo. Tutarejea na taarifa kamili hivi punde. Tukisalia na hayo, ni kwa ibada ya wafu kwa mwenda zake mbunge wa Kasipul Charles Ongondo Were, ilifanyika hapa jijini Nairobi katika kanisa la Consolata, ambapo spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewataka wabunge kuwasilisha upya taarifa kuhusu maafisa wa polisi wanaowapa ulinzi, spika Wetangula akisema ni sharti kila mmoja afahamu fika mienendo ya walinzi wake. Familia ya marehemu Were pamoja na wabunge waliohudhuria ibada hiyo wamewataka maafisa wa upelelezi kufichua ni nani aliyepanga njama ya kuua kwa mbunge huyo na uchunguzi kuharakishwa. Pia wameibua maswali kuhusu ni kwa nini mlinzi wa Were wakati wa tukio hilo hakupambana na wauaji licha ya kuwa alikuwa na silaha. But we not only want to know the people who did it, we also want to know the people who sponsored it, the people behind the scenes, uh, the people calling the shots. I want to encourage each one of you to submit back your security details for vetting for us to get to know what kind of security you have. Kikulacho ki nguoni mwako. Kwa sababu mtu ambaye angepiga risasi tano kwa mpigo na askari aliye ndani ya gari asirudisha hata moja, lazima tujiulize ni nini. Lazima tuambiwe ni nani, sababu gani. Hata kama mmekosana na mtu kivipi, tafadhali wacha kuwa yeye. Haiwezi kufika wakati ambapo tunasherekea wakati misiba inapata mwenzako. Tunataka kuomba msamaha kama viongozi iwapo tumefanya ama kutenda ama kusema lolote ambalo limepelekea wananchi wa Kenya kutuona ni kama kwamba sisi sio wamoja na nyinyi.